Wasahlan wa, wa marhaba ndugu mpenzi mtazamaji wa Alshifaa TV, natumai siku yako imekwendea vyema. Hujambo na karibu kwenye taswira ya Alshifaa saa moja usiku, ikiwa msomaji wako Mejuma Ali. Wazee wa kaya Mtswakara wametoa wito kwa viongozi wa kaya nyinginezo kutoka jamii, kutoka jamii ya Mijikenda kushirikiana na kujumuika pamoja kwa lengo la kudumisha amani na kulinda tamaduni zao. Rondupri ana taarifu zaidi. Wazee wa kaya Mtswakara wamewataka viongozi wa kaya kutoka jamii ya Mijikenda kuweka kando tofauti zao na kushirikiana kwa lengo la kudumisha umoja na kulinda utamaduni wa jamii ya Mijikenda. Wakiongozwa na Isha Bandegwa, wazi hao walitoa wito kwa viongozi wote wa kaya kutoka makabila mbalimbali mbali ya Mijikenda waungane kama ndugu ili kuhakikisha tamaduni zao hazimezwi na mabadiliko ya kijamii. Hii siku kwangu ama kwetu ni kubwa, tuna furaha ambapo hii tangu jadi hata haijafanyika, hata wamababu walokwenda mbele za haki hawajapata kufanya sherehe kama hii sherehe hii ni nzuri kwetu, ni nzuri kwa jamii, ni nzuri kwa wakwani wote kwa ujumla, Kilifi na Kwale mpaka Taita huko, na ni nzuri hata kwa Kenya nzima, kwa sababu ni mwongozo. Tunaangalia mambo na ushirikiano. Kuna siku itafika pana pa majali wa siku ya chenda chenda, chenda chenda, ndio tunaanza tayari saa hii kuangalia. Ikiwa wewe ni mchezaji mpira, mpira uweze ucheza hivi mpaka ufanye mazoezi wakizungumza katika mkutano wa maandalizi ya sherehe ya chenda chenda wazi hao walisisitiza kuwa migawanyiko baina ya viongozi wa kaya inadhoofisha juhudi za kuimarisha mshikamano. Hii ni shukrani kubwa sana wale waliopanga kama hao viongozi wenzetu wanaokuja, hasa Chuma Nzai Kombe wamepanga vizuri na sahii wakuja kutuhamasisha, manake tangu chenda chenda kuna wakati ilikuja spidi ilikuenda nchini ngapi 2000 na something ilikuwa marehemu Abdalla Alimyenze alikuja pale hapo nje Mgamani, kuna mti mwingine mkubwa unaitwa Mgama na tulifanya sherehe ya haya makaya karibu yote, lakini kuna wenzetu nao pia wana changamoto wataki kutufikia kuja, kwa sababu wana mabifu. Sasa sisi hatutaki bifu, sisi hatutaki mtu ambaye yeye ako kivyake. Sisi tunashirikiana na mtu yoyote, mkubwa ni wetu, mkubwa ni wetu, mdogo ni wetu Kaya Mtswakara na makaya yote tisa, miji tisa, tushirikiane tuwe pamoja, ili tuweze kudumisha mila zetu na tamaduni. Kwa upande wake, Benson Kalimbo, mratibu wa kaya Mtswakara, aliwahimiza vijana kukumbatia na kujivunia tamaduni zao badala ya kuzitenga. Kulingana na Benson Kalimbo, vijana kutenga mila zao kumechangia wengi wao kujihusisha kwenye makundi ya kihalifu yanayovuruga amani katika kanda ya pwani. Wakishirikiana na viongozi wa makaya na wale vijana kuwapa elimu kwenye mabaraza, vikao fulani, itasaidia kwa sababu kitu ni kwamba, kama wao jamii moja waduruma wanaanza kufikia kiwango cha kukatana mapanga Je, kukiwa na jamii ya kutoka kwengine si watazidi? Sasa ni wanataka elimu zaidi, wapate elimu ya kutosha ili waweze kujua umuhimu wa kuishi kwa amani. Chenda chenda itakayofanyika mwezi wa tisa tarehe tisa ni miongoni mwa sherehe zinazounganisha makabila tisa ya Mijikenda na inatarajiwa kuvutia maelfu ya watu kutoka jamii za Mijikenda katika kanda ya Pwani. Nikiripotia Runinga ya Ashifaa, jina langu ni Ron Dupriz. Na kikosi cha usalama cha DCI kimefanikiwa kunasa vilipuzi hatari katika basi liliokuwa likielekea Meru kufuatia doria iliyofanyika Jumanne kwenye barabara ya Kanyonyoo kuelekea Embu. Maafisa wa usalama walinasa vilipuzi kumi vya EXPLOGEL V6 ndani ya kasha la maziwa vinavyosemekana kuwa, kuwa na uwezo wa kulipua eneo kubwa, kwa mujibu wa taarifa kutoka Idara ya Upelelezi wa Jinai, DCI. Uchunguzi wa kitaalamu uliongozwa na maafisa kutoka Kitengo cha Kupambana na Ugaidi ATPU na Kikosi cha Kutegua Mabomu BDU hadi mshukiwa mkuu Brenda Imboyanga alikamatwa katika kijiji cha Mundutsu, kaunti ya Kakamega. Udadisi zaidi uliwawezesha maafisa kuwakamata mbaroni washukiwa wawili zaidi David, David Tindi Andala na John Kariuki Kung'u, mjini Meru. Washukiwa hao watano wanazuiliwa huku uchunguzi ukiendelea. Na huku mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Mombasa imeweza imeweza kuathiri pakubwa shughuli za usafiri ikiwemo barabara ya Mombasa kuelekea Malindi, huku baadhi ya maeneo kukumbwa na mafuriko na kuwalazimu baadhi ya wakazi wanaoishi sehemu hatari kuhamia maeneo yaliyo salama wakazi wa Kisauni, Bamburi na Ziwa la Ng'ombe wameathirika zaidi kutokana na mafuriko yanayoendelea kushuhudiwa kutokana na mvua kubwa inayonyesha, huku wengine kusababishia kukosa makazi na wengine kupata hasara. Kwa sasa, wakazi wanahofia usalama wao kutokana na mitaru inayopitisha maji machafu kuziba na kusababishia kutapakaa kwa maji hayo kuingia kwenye nyumba, hali ambayo huenda ikapelekea mlipuko wa magonjwa. Na kwingineko, Mahakama ya Kwale imeweka bayana nia yao ya kukashifu vikali vitendo vya dhuluma za kijinsia vinavyoonekana kukithiri katika eneo hilo. Ukatili huo unahusisha watoto walio chini ya miaka kumi na nane na watakaojihusisha na mahakama itawahukumu kifungo cha miaka ishirini ama kufungwa ama kifungo cha maisha. Wakiongozwa na naibu kamishna wa gatuzi dogo la Msambweni, kaunti ya Kwale, josephat Mtiswa, amewarai wakazi hao kupiga ripoti mahakamani wakati visa hivyo vinapotokea ili washukiwa wachukuliwe hatua za kisheria. Hata hivyo, wameitaka jamii eneo hilo kutowatendekeza watoto wao na kuhakikisha kwamba wanapata elimu ambayo itawasaidia katika, katika kutambua haki zao tupate kutambua ama kuripoti wale ambao wanaleta hizo dhuluma kwa watoto wetu, kwa sababu mkinyamazia pale kama mwanze kusuluhisha mambo na koti zenu ziko pale nyumbani, tutamdhulumu yule mtoto, ataweza kuendelea na shule na atapata makosa. Elimisha mtoto wako, mwelekeze kwa njia inaka, inaka, ifaayo, manake ukitelekeza tu maadili mengine pia wewe tutakuleta kotini, utahukumiwa na cha motoni itategemea na vile sheria ina inasema. Mtu yeyote akitaka kufanya ngono na wewe ni lazima upeane consent, ukubalie, umridhie. Akikulazimisha, gender desk officers wetu wako hapa. Na kimataifa, makadinali 133 kutoka maeneo mbalimbali duniani wanatarajiwa kukusanyika pamoja kwenye kanisa dogo la Sistine. La Sistine katika shughuli ya upigaji kura ili kumchagua mrithi wa, wa Papa Francis aliyeaga dunia mnamo Aprili 21. Wagombea hao watajifungia kwenye kanisa hilo kwa muda usiojulikana hadi mshindi atakapopatikana ambaye atapata theluthi mbili ya kura hizo na kutawazwa rasmi kama kiongozi mkuu wa kanisa hilo lenye waumini wapatao bilioni moja nukta nne. Waumini wengine wanaofuatilia kote duniani watasubiri ishara ya kuchaguliwa papa mpya kupitia moshi utakaotoka kwenye chimni iliyofungwa juu ya kanisa hilo. Na katika sporti klabu ya Inter Milan ya Italia imefunzu fainali ya michuano ya klabu bingwa barani Ulaya baada ya kuifunga Barcelona ya Uspania magoli manne kwa matatu katika mkondo wa pili wa michuano hiyo. David Frantes aliwapatia goli la ushindi Inter Milan katika dakika ya 99 baada ya sare ya mabao matatu katika muda wa kawaida. Leo kutachezwa mechi moja ya mkondo wa pili ambapo timu ya PSG itamwakilisha arsenali saa nne usiku katika uwanja wa Parc des Princes nchini Ufaransa. Baada ya mkondo wa kwanza PSG kushinda goli moja kwa bila. Fainali ya mchuano hiyo itachezwa Mei tarehe 30 mwaka huo nchini Ujerumani katika jiji la Munich. Na vile vile, tukisalia hapo kwenye michezo ni kwamba katibu mkuu wa KFF Harold Ndege ameonya wanaojihusisha na kuzua vurugu akiweka sheria kali. Shirika la soka humu nchini FKF limezindua mikakati ya kukomesha vurugu na kudhibiti uhuni kwenye soka humu nchini, kufuatia mipango ya hivi majuzi iliyoshuhudiwa Jumapili iliyopita uwanja wa Gusii wakati wa mechi ya ligi kuu baina ya Shabana na Gor Mahia akizindua mikakati ya kukomesha uhuni kwenye soka kufuatia fujo zilizotokea kwenye mechi baina ya Shabana na Gor Mahia ya Jumapili iliyopita, katibu mkuu wa shirikisho la soka humo nchini Bwana Harold Ndege amesisitiza FKF haitoruhusu hulka hizo kuenea kwenye soka. Vile vile, Harold amefichua shirikisho limeanzisha kampeni ya kuhamasisha mashabiki kuhusu umuhimu wa mienendo sahihi wakati wa mechi hizo factor or a unifying force in our communities. FKF will use all the tools available at its disposal to run a civic education campaign to sensitize fans on the importance of safety, restraint and proper match day conduct. either Jukumu la usalama wakati wa mechi haswa zile zenye uwezekano mkubwa wa kutoa fujo, sasa litaachiwa shirikisho, tofauti na hapo awali ambapo lilikuwa jukumu la timu ya nyumbani. FKF vilevile, shirikisho litavipiga msasa kila mara viwanja vyote vya timu zinazoshiriki ligi za KPL na NSL ili kuhakikisha kanuni zote za kiusalama zimezingatiwa. Going forward,

Nikiripotia runinga ya Al Shifaa, jina langu ni Moses Mgala. Na kufikia hapo, mtazamaji, naweka kikomo cha habari zetu za siku ya leo, siku ya Jumatano, nikiwa ni msomaji wako Mejumaa Ali. Nakumbuka mtazamaji, habari hizi na nyinginezo, unaweza kutembelea ile YouTube chaneli yetu. Unachotakiwa kufanya ni kufika pale YouTube na kuweza kusubscribe na uwe mwanachama ama uwe mmoja wa wana, wana Alshifa Television na utakuwa ni mwenye kupata habari zetu zote zinazojiri kila uchao. Tukutane wakati mwengine Maasalamu.